Niko safi kabisa, mimi niko salama mm. Maisha yanaendelea, yanaendelea kama kawaida, maisha yanaendelea sawa sawa, bwana. Hii ni T Sporti, karibu sana katika kutazama kimichezo, katika yale kimichezo ambayo yamejiri katika juma zima hili. Yako mengi ambayo yamechomoza, yale muhimu muhimu, makubwa makubwa, tunakupatia hivi sasa kwenye round up. Moja kwa moja twende kutazama, mtazamaji wa T-Sports. Karibu kwenye round up ya michezo asubuhi ya leo. Tunaanza na taarifa ya JKT Queens imefanikiwa kutoa ubingwa ligi kuu soka wanawake msimu huu wa elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano baada ya kuibuka na ushindi wa mabao matano kwa sifuri dhidi ya Gates Program. Ushindi huo umeifanya JKT Queens kumaliza msimu ikiwa na pointi 47 sawa na Simba Queens, lakini zikitofautiana mabao ya kufunga na kufungwa. Huu ni ubingwa wa nne kwa JKT Queens baada ya kutoa msimu 2017 2018, 2018 2019 na 2022 2023, ikiwa sasa imemaliza kiburi cha Simba Queens, ambayo ilikuwa ndio timu iliyotoa ubingwa huu mara nyingi zaidi, ikiwa ilichukua ubingwa 2019 2020, 2020 2021, 2021 2022 na 2023 2024 Stuman Abdalla amebuka mfungaji bora kwa ligi hiyo baada ya kufunga mabao 28 msimu huu. Kwingineko ni winga wa Kitanzania Ema Latasi ametambulishwa kwenye kikosi cha timu ya Borussia Moglabash inayoshiriki ligi daraja la kwanza nchini Ujerumani ikitokea FC Koln 2 mwanadada huyo anakuwa mtanzania wa kwanza kuitumikia ligi ya Ujerumani kwa upande wa wanawake. Licha ya nyota huyo mwenye umri wa miaka 18 mwenye asili ya Tanzania na Ujerumani, lakini klabuni hapo anatambulika kama Mtanzania. Tuelekee Baraza la Michezo Tanzania BMT, ambapo imeelezwa kuwa tuzo za Baraza la Michezo la Taifa BMT za msimu huu zitakuwa na vipengele ishirini ambapo viwili kati ya hivyo vimefanyiwa maboresho. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo hizo Profesa Mkumbuko wa Mtambo amesema wameongeza kipengele cha sports legend award kwa ajili ya kuwatambua wanamichezo wa stafu waliotoa mchango mkubwa katika michezo pamoja na people's choice award ambayo itawawezesha wananchi kushiriki moja kwa moja katika kumchagua mchezaji bora wanayemtaka katika mchezo wa riadha. Washiriki wa mbio za Pugu Marathon waliojisajili kushiriki mbio hizo wameanza kuchukua vifaa vyao vya kukimbilia huku wengine akiombwa kuendelea kujisajili. Katibu msaidizi wa umoja wa wanaume katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam Innocent Sherima amesema tayari vifaa vimeshaingia, hivyo ni jukumu la kila mmoja kulipia shilingi elfu thelathini na kuchagua mbio anazoweza kukimbia ili ajisajili. Kila mtu anayetaka kushiriki anatakiwa kuingia kwenye tovuti na kuweka taarifa zake, ikiwemo jina, mahali anapoishi, ukubwa wa tisheti na umbali atakaokimbia. Mbio hizo zitafanyika jumamosi ya Mei 31 kwenye viunga vya Pugu jijini Dar es Salaam. Na katika mchezo wa kikapu, ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam imeshika kasi ambapo kila kukicha mechi zimekuwa zikipigwa. Ligi hiyo imeanza tangu Mei 17 mwaka huu na mechi zake kupigwa kwenye viwanja vya Donibosco jijini Dar es Salaam. Ligi hiyo ya mkoa wa Dar es Salaam inajumuisha jumla ya timu 16 na miongoni mwa mechi za kuvutia ni ile ya Stelin Warriors ambayo ilipata ushindi mnono dhidi ya wakongwe sivyo, kwa jumla ya alama 93 kwa 74, huku Tausi Royo ikishinda Udzim Queens kwa pointi 120 na kwa 25. Na turuke kimataifa, ambapo inaelezwa mshambuliaji wa Al Nassr Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 40 amepokea ofa kutoka timu moja ya Brazili ambayo itamruhusu nyota huyo kima reno, wa kimataifa wa Ureno kucheza mashindano ya kombe la dunia la klabu ikiwa atajiunga nayo timu za Brazil ambazo zimefuzu kucheza michuano hiyo itakayopigwa Marekani kuanzia mwezi ujao ni pamoja na Palmeras, Flamingo, Fluminansi na Botafengo, hivyo moja kati ya hizo anaweza kujiunga nazo msimu huu. Ripoti zinaeleza Ronaldo ambaye mkataba wake utamalizika mwishoni mwa msimu huu hataongeza mkataba, akidaiwa kutaka kupata changamoto mpya sehemu nyingine. Na timu ya Totenham Hotspur ya England imetoa ubingwa wa Europa Ligi baada ya bao la kipindi cha kwanza la mshambuliaji Brennan Johnson kuizamisha Manchester United kushinda bao moja kwa sifuri katika mchezo wa fainali uliofanyika San Memezi Bilibao nchini Spain. Fainali hiyo ilikutanisha miamba wawili wa ligi kuu soka nchini England, ilikuwa na vita tatu: kwanza ubingwa, wa pili fedha, na tatu tiketi za kucheza ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Kipigo hicho kwa Manchester United kinathibitisha msimu mbaya kwa kikosi hicho kinachonolewa na Mreno Ruben Amorim, baada ya kushika nafasi ya 16 kwenye msimamo wa ligi kuu nchini England. Manchester United pia imepoteza fainali ya pili mfululizo kwenye michuano hiyo ya Europa Ligi, baada ya ile iliyopoteza kwa mikwaju pena ya penati mbele ya Villarreal iliyokuwa chini ya kocha Olganishosha. Tuelekee kwenye masumbwi, ambapo bondia Manny Pacquiao ametangaza kurejea ulingoni akiwa na umri wa miaka 46, ikiwa imepita miaka minne baada ya pambano lake la mwisho. Mfilipino huyo amesema atapambana na bingwa wa WBC uzani wa welterweight Mario Berios Julai 19 huko Las Vegas. Pakiayo sasa analenga kuwa ubingwa wa dunia wa ndondi uzito wa welterweight kwa sasa. Pakiayo anashikilia rekodi ya kuwa bingwa mkongwe zaidi wa uzani wa wota, alipomshinda Kethi Tsunami mwaka 2019 na kutoa taji la dunia la WBA supa akiwa na umri wa miaka 40. Pacquiao alipigana mara ya mwisho Agasti 21 alipopoteza pointi kwa Udenis Yugasi. Nafikia tamati ya raundapu asubuhi ya leo. Jina langu naitwa Deusi Hela Ndogo. watazamaji tumerejea tena katika T-Sport, eh, ambayo ndio kwanza imeanzaanza imechangamka, yume ndio kwanza imekucha kwa hivi sasa ndani uh, ya Tumaini Television uh, na tunaanza na uh, kuangazia kile ambacho kimejiri katika weekend iliyopita. Uh, yale ambayo umeyapata kwenye round up ni yale makubwa makubwa kabisa yaliyotokea wiki iliyopita, lakini pia kuna moja kubwa zaidi ambayo limetokea siku ya jana Jumapili, ambapo kulikuwa kuna mechi kubwa sana hapa nchini Tanzania, mechi kubwa sana barani Afrika kwa ujumla wake ambapo dunia nzima ilikuwa inashuhudia na kutazama kile ambacho kimeendelea kule Zanzibar katika dimba la New Amani Complex. Mnyama Simba, mnyamasimba wana Runyasi walikuwa kazini jana kukipiga dhidi ya RS Berkane, mchezo wa fainali ya pili ya shirikisho barani Afrika, ambapo akatoka sare ya moja moja. Mchezo wa awali kabisa wa mkondo wa kwanza uliopigwa kule ugenini nchini Morocco, RS Berkane aliongoza kwa mbili bila, lakini jana akatibua shughuli yote. Tunasema pilau imewekwa mchanga na shughuli ikawa imemalizika kwa maana ya kupata bao la ugenini, na hiyo ikawaongezea mlima mrefu zaidi wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo ule. Tuangalie zaidi, kuna matukio mbalimbali ambayo yametokea, lakini tuanze na, na performance ama, ama kile kiwango ambacho kimeonyeshwa na timu zote mbili. Mnyama Simba jana ameonekana ametakata, kipi ambacho kilileta shida kwa Simba kupata mabao ambayo ilikuwa anatakiwa kumpatia taji? Novatus. Uh, kwanza of course, performance ilikuwa ni nzuri sana yaani kwa timu zote mbili ukiwaangalia, Berkane wamecheza katika njia zao wamecheza katika mipango yao na walifanikiwa kwa kipindi cha kwanza, lakini pia uh, hata walivyorudi kipindi cha pili wakafanikiwa na kupata na bonus kabisa, baada ya uh, Yusuf Kagoma kupata kadi nyekundu kwa hiyo unaona uh, mwalimu Shahabani akazuia aka, aka, aka sasa wachezaji wake wasikae nyuma, na wao wanafanya mashambulizi ili kuweza uh, kupata ku, ku goli angalau la kumaliza kabisa mchezo, kwa sababu unajua kabla ya mechi Berkane ilikuwa anahitaji kama okay. mchezaji, ina ina inakukatisha tamaa, yani tayari tuko pungufu Afu, wenzetu wanajulikana kama timu kubwa hapa Afrika, kwa hiyo uh, moja kwa moja unaona kama wachezaji wanakata tamaa ile, ile pressure ya kufanya mashambulizi au kubaki katika ile mifumo ya kocha inakuwa inapungua. Kwa hiyo, hapo ndo kunakuwa kuna ile kazi ya kocha sasa. Uh, Kagoma mm, ilikuwa likua inastahili uh, kadi ya njano kwa sababu mchezaji wa Berkani alikuwa anaenda golini kwao, na Kagoma amecheza faulu kutokea nyuma ya mchezaji kwa sababu ya kutoa kadi ya njano. Uh, faul ameichezea akitokea nyuma ya mchezaji, kwa hiyo unaona ilikuwa ni, ni halali kabisa kadi ya njano. Unajua wachezaji wetu wanashindwa kuwa makini pale ambapo wanakuwa uwanjani katika michezo mikubwa kama ile mechi kubwa kama zile, ukifanya kosa dogo sana hilo hilo linaenda kuigharimu timu yako bwana. Dosi la ndogo eh, katika mchezo wa jana pia tumeshuhudia mnyama alipata bao la pili katika mchezo ule kabisa, kabisa. Eh, na limezua gumzo katika mitaa mbalimbali, watu wameendelea kuvutana kwa jicho lako lilivyoona, ile ilikuwa ni ofsaidi ama viara metendaki ama ilizimbua? Wanakwambia kwamba kila teknolojia inavyokuja eh, inakuja na faida zake na hasara, na hasara zake, zake kuna muda ambao wewe itakunufaisha, lakini pia kuna muda ambao wewe hutanufaika nalo. Ukiangalia kiangalia kwa marudio ya picha, faida zilizopo katika, katika uh, bao jinsi ambavyo vilivyofungwa inakuonyesha kabisa kwamba Steven Desi Mkwala alikuwa yuko mbele ya mabeki wa timu ya kwa kwa hiyo inakuonyesha namna gani ambavyo VAR ilivyokuwa na sometimes VAR, faida lakini kuna wakati ambao haito kunufaisha tuona ina hasara, lakini kwa jinsi ambavyo picha za marejeo zilivyokuwa zilionyesha kwamba tayari alikuwa eh, yupo katika eneo la kuweza kuotea, na mimi kwangu ni ni clear kwamba ilikuwa ni offside, ilikuwa sio bao ambalo limefungwa katika eneo sahihi kwangu ukiliangalia picha za marejeo, ukiangalia mara kwa mara inakuonyesha kwamba ilikuwa ni offside lakini ukiangalia mchezo mzima kwa ujumla jinsi ambavyo mechi ilivyokuwa, eh, waga tunazungumza karibia mara kwa mara kwamba mpira wa miguu hususan, uh, ni mechi kama mechi ya dakika 90 mara okay, nyingi sana huwa ina kama vipindi vitatu dakika 15 za kipindi cha kwanza, uh, zile pale usipokuwa makini unaweza kufungwa, kwa maana Simba alifungwa bao mbili uh, RS Berkane kule kwa nchini ni Morocco ndani ya dakika 15, lakini pia dakika 15 za kipindi cha pili, lakini kuna dakika 15 za kipindi cha mwisho kile uh, cha pili kile ambacho unashuhudia timu nyingi huwa zinapoteza sana lakini pia huwa zinafungwa mabao mengi sana mfano jana eh, Simba baada ya kuona kwamba tayari anahitaji bao tayari ana kadi moja nyekundu ndani ya uwanja akawa haoni kwamba kuna haja ya kuweza kufunga E, tunasema kwamba kuweka booster yani kuzuia kwa asilimia kubwa, ndio maana unaona kocha Fadlu Davids anamtoa Shifundo Malone, anaingia Valentino Noma, anaingia Ateba. Kwa hiyo anakuonesha namna gani kwamba huyu mindset yake ipo katika kushambulia. Sasa baada ya kuwa katika kushambulia, ndipo hapo kwa Rasmi Berkana akapata gap na kuweza kuona kwamba tunaweza kufika katika lango la Simba, ambao wenyewe mindset yao ipo katika kushambulia na tukaweza kupata bao. Ndio maana dakika za jioni kabisa Simba anafunga bao, Simba ambao anakwenda kukata matumaini. So far ni mchezo ambao tuseme kwamba iwe ni sehemu mojawapo ya Simba kuweza kujifunza kwa sababu hawa RS Berkane msimu jana wa wamecheza fainali, msimu huo wamecheza fainali, kwa hiyo wame maintain yale maendeleo yao ambayo wako nao katika misimu hii mitatu yeah. Hivi uh, tuambie tumeiona Simba katika michuano ya kimataifa namna uh, ilivyoanza mpaka ilipofika katika hatua fainali, nini kiongezeka na, na nini kipungue katika kuboresha timu hiyo msimu ujao? Of course sitegemei kuona timu iki, ikipunguliwa kama ambavyo tumekuwa tukiona misimu iliyopita mm. Unajua misimu iliyopita unaona timu inavurugika yote, wanakuja wachezaji wapya katika vikosi mbalimbali, lakini kwa Simba sitegemei kuona hilo likitokea, na nadhani halitotoshi kwa sababu unaangalia anaanza ahua nje, yupo Awesu ali Awesu ambaye, uh, hawezi akakupa zaidi ya ahua, labda afanye mm. bidii kubwa kwelikweli. Kwa hiyo unaona maeneo hayo mawili Simba watakiwa kufanya maboresho, agenda kuu ambayo na tamba hivi sasa na michezo yenyewe ama mbio zenyewe zitafanyika mwisho wa mwezi huu, kwa maana ya Mei 31, ikiwa ni Jumamosi ijayo hiyo, katika viunga vya Pugu. Kilomita 2.5, kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21, watu watakimbia katika siku hiyo, na usajili umekwisha anza, mambo mengi yamekuisha anza uh, tuungane moja kwa moja na mmoja uh, kati ya watu ambao wanatoka kwenye kamati ya ufundi ya Pugu Marathon Joseph Katembo. Mwana jogging maarufu kabisa huyu Katembo, kama uko tayari tuambie, maandalizi kwa kifupi yanakwendaje? Naam, mpenzi mwana michezo, tumshukuru Mungu ameweza kutukutanisha tena kwa awamu nyingine ya tatu ya mbio zetu pendwa, mbio zetu nzuri sana za Fugu Marathoni, mbio zetu za hisani, mbio zinazogusa jamii eh? kwa hiyo karibu sana. E, katika mbio hizi zitakazofanyika tarehe 31 mwezi huu wa tano elfu mbili na ishirini na tano katika viwanja vyetu vya Hija Pugu, napenda kukuarifu kwamba Pugu Marathon elfu mbili na ishirini na tano tumejipanga, bwana. Usitake kusimuliwa, jisajili uje ushuhudie ubora tuliokuandalia. Tuna aina kuu nne za umbali. Tuna kilomita ishirini na moja tutaenda Kisarawe na kurudi. kilomita kumi tutaishia eh, ofisi za msitu asilia eh, wa kazi Mpugu kazi Mzumbwi tutarudi eh, wale wa kilomita tano tutaishia Pugu, kajiungeni. Wale wa kilomita mbili na nusu hapa, ah, hapa tu karibu, tunajienjoy tu, hatuendi mbali. Karibuni sana. Idara ya ufundi tunakuambia kwamba usalama umekamilika, kila kipengele barabarani. Vimimini Katembo, tumekupata kwa uzuri kabisa. Uh, mtazamaji ni Joseph Katembo anatoka katika kamati ya ufundi ya Pugu Marathon, tulikuwa tunazungumza naye moja kwa moja hapa akitueleza kuhusiana na maandalizi yanavyokwenda ya zile routes na nini mambo yanavyokwenda kulekea katika mbio za Pugu Marathon. Eh, bwana Pugu Marathon yeah. Msimu wa tatu inakuja tena mm. E, malengo yake ni yale yale kukusanya pesa za kutosha kwa ajili ya kuendeleza kituo cha Pugu mm. Lakini pia shule sekondari ya Pugu mm. Na mambo mengine kwa wahitaji na, na kitu kizuri ni kwamba e. Uh, kila msimu inakuja kwa ukubwa zaidi yaani e. Uh, ile, ile thamani inazidi kuongezeka zaidi na watu wanazidi kufahamu kabisa kabisa lakini, ukiachilia mbali kukusanya fedha ambacho mm. ni lengo mama la marathon, yaani marathoni kama marathoni kuna mm. faida tatu ambazo mtu anakwenda kukutana nazo mm. Kwanza, unajenga unakwenda kujenga afya, maana yake kukimbia uenda um, siku unafanya kazi kutwa nzima, ujapata muda wa kukimbia muda mrefu, unafanya majukumu mengi sana, ambao upate muda wa kufanya mazoezi, kwa hiyo unapata muda wa wa kujenga hata kupita kukimbia, utaruka ruka na vitu kama hivyo. Cha pili unakwenda kutengeneza connection. Tunajua maisha yetu mara nyingi tunashinda ndani, tunafanya kazi na vitu kama hivyo. Kutoka nje, kutana na watu tofauti tofauti, inakuwa changamoto, lakini ukienda Pugu Marathon, lakini utakutana na watu tofauti tofauti. Unajua jimbo la Dar es Salaam au Dar es Salaam nzima ni kubwa sana mkienda kusanyika sehemu moja, mnakuwa na watu wengi ambao huenda unaweza ukatengeneza connection ya fedha, connection ya kazi na vitu vingine vingi. Lakini cha tatu cha muhimu ni kwamba kuna burudani pia, maanake maisha bwana, yanatubeba vitu vingi sana ambavyo tunakuwa tunavifanya ambavyo ni stress nyingi kila siku maisha yanakuwa na vitu vipya, kwa hiyo una unakwenda kwenda kule walau kwa siku moja, pia unapata burudani. Kwa hiyo nilichokipenda pia, unachagua mbio ambazo unataka una mbili kilomita 10, kilomita ishirini na moja, lakini pia hata kits ambazo anakupa pia ambazo ni eh, jezi ambazo unakwenda kutumia pia ni size kama unavaa medium o ni vitu fulani vya wana improve ambavyo nilikuwa namsikiliza Innocent Sherema ambaye ni mratibu wa hii marathon, alikuwa anazungumza vizuri kabisa jinsi ambavyo amefanya marekebisho mambo zilizotokea msimu jana na msimu huu. Kwanza ni kwenye usajili, lakini, lakini pia upatikanaji wa kits mapema umerekebishwa kuhakikisha kwamba msimu huu hakuna usumbufu, wote utapata kits mapema, lakini pia usajili wako hutotumia muda mwingi kukamilisha usajili wa Pugu Marathon kwa msimu wa 2025. Sawa, so, shukrani sana na, na uh... Nikwambie tu mtazamaji, kwenye Pugu Marathon ambayo inakimbia tarehe 31, muda bado unao pa katikati wa kujisajili, utaingia katika mfumo wa www.pugumarathon.co.tz kwa ajili ya kujisajili. Watakuuliza jina lako, utataja majina yako, unakaa wapi, utaandika, eh, lakini pia unakimbia umbali gani, utaandika kama kilomita 2.5 ama kama kilomita 5 ama 10 ama 21, utaandika pale na unavaa saizi gani ya jezi za kukimbilia, utaandika pale na mwisho wa siku wataipata ile na uta watakupa control number, utalipa pale. Malipo ni shilingi elfu thelathini tu, lakini elfu thelathini hiyo kwa mbio zote, yani hakuna kiwango tofauti tofauti, ni kile kile elfu thelathini Kama wewe una uwezo kukimbia, unaruhusiwa pia kuchangia tu elfu thelathini ili Mungu akubariki, yote heri wanasema. Kwa hiyo changamkia sasa, jisajili iweze kupata kiti zako mapema kwa ajili ya kukimbia Pugu Marathon. Tunaondoka hapo tunakwenda katika eneo lingine eh, katika anga la kimataifa. Tunamwangalia Shabi Alonso. Shabi Alonso bwana anakwenda Real Madrid mara baada ya Ancelotti kuitwa timu ya taifa ya Brazil. Anaondoka Madrid kwa Ancelotti, anakuja Alonso. Kwa haraka haraka Alonso, na mzungumziaje Bwana Davis? Yeah, ni kocha mzuri ukiangalia alivyokwenda Bayer Leverkusen, ilikuwa ni timu ambayo msimu jana msimu juzi ilikuwa inataka kushuka daraja lakini alivyokwenda angalia, amefika msimu jana ameipa ubingwa ambao alikuwa imebi dominated, yani uh, ya, Bayern imechukua takriban misimu kumi na zaidi ubingwa pale Bundesliga, lakini msimu jana yeye kaenda kuchukua ubingwa wa Bundesliga pasi na kupoteza mchezo hata mmoja. Ni rekodi ambayo ameiweka, lakini angalia msimu huu jinsi ambavyo ametengeneza timu yake, licha ya kwamba Bayern amechukua ubingwa, lakini yeye pia ya timu yake imepata nafasi kwenda kucheza UEFA Champions League, lakini wanakuambia kwamba hakuna mtu ambaye hataki kukua katika kila anachokifanya, taluma na kila kitu. Aa, hapo tuende katika ligi kuu ya soka England EPL. Kuna timu zimeongezeka pale za kwenda Champions League eh, Chelsea tumemwona pia naye ameingia. Eh, msisi tumtarajie, yeah, yule yule yule, wa, wa kipindi kile alotikisa Champions League ama huyu uh, tunamjua, unajua uh, kocha Enzo Maresca alipewa timu ndani ya misimu mitatu ndio aipeleke UEFA Champions League. Ndio. Lakini msimu wake wa kwanza amepeleka UEFA Champions League. Kwa hivyo hata viongozi na mashabiki wa Chelsea hawana mategemeo makubwa unajua kutoka kwake kwa sababu yeye yeah, amepewa timu aijenge ili iweze kuwa timu bora na wakasajili vijana wengi sana. Kwa hiyo usitegemee kuona kama itaenda kuwa ni timu ambayo inashindana kwa ajili ya kuchukua kombe, lakini ni timu ambayo itaenda kushindana kwa ajili ya kukua. Angalia wachezaji ambao wapo Chelsea ni vijana wadogo wakina Levi Colwill, wakina Jadon Sancho bado wadogo wapo katika ukuaji katika soka. Lakini uh, ukizungumzia EPL kwa ujumla msimu huu imepeleka timu sita katika michuano ya Champions League kutoka Hame, zile nne e, eh, kutoka nne ameenda Tottenham kwa tiketi ya kuchukua Europa League, lakini pia Chelsea ameenda uh, ameenda uh, Newcastle United ameenda, Arsenal, Manchester City pamoja na Liverpool, wote hao wanaenda kushiriki michuano ya UEFA Champions League, na inakuwa ni ligi ambayo imetoa timu nyingi zaidi kwenda kushiriki katika michuano ya Champions League. Hiyo ni kutokana na maendeleo ambayo wameafikia wenzetu. Wana, wana uh, wamepiga hatua kubwa sana katika upande huu wa soka. Kwa hiyo nadhani uh, zimekuwa ni timu ambazo zinaweza kwenda kuleta ushindani mkubwa sana, lakini timu ambazo naziona zitaleta ushindani mkubwa katika Champions League kwa msimu ujao ni Liverpool, Arsenal, Manchester City uh, nadhani na Chelsea ambao huenda wakaenda kuleta ushindani, lakini kwa Newcastle United unajua, wametoka uh, katika kipindi cha mabadiliko eh, kwa maana ya kwamba uh, mabosi wanazidi kuweka pesa, kwa hiyo na wao pia wanatamani kufikia mafanikio makubwa, lakini wapo katika njia za kufikia. Shukrani sana Novatus Victor, uh, tuseme tumefikia mwisho wa kipindi cha T Sport. Mimi ni Aroni Mpanduka, shukrani pia kwa Novatus Victor pamoja na Deus Bin Hela Ndogo Awadi walikuwa wachambuzi wangu katika siku hii ya leo ya Jumatatu ya tarehe 26 mwezi wa 5, 2025. Kama kawaida tukuache bure, tunakuacha na kitu kidogo, makwarukwaru ya T-Sport. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhurumiwa ama kushindwa, Pengine madeni, vikoba, kausha damu. Haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhurumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake. Tazama kipindi cha maisha kliniki kila ifikapo saa tatu na nusu usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa tatu na nusu asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako.